Jambo, mtemi, watu wanamwogopa Nyamirandu huyo, fujo kwa jamii, yani kila dakika Nyamirandu huyo, lakini kwenye ndoa yake ina mashaka Nyamirandu huyo, ana miezi sita jawahi kupika Nyamirandu. E, e, yaani ah, mikono juu mdogo mdogo, mwendo wa mateka. Akikubundua kama umefanya kosa, kyanani, roho inauma kyanani bwana, roho inauma.

Hapa nakwambia ndo sirudi mm. tena hapa, nakwambia hapana. Ah, ah, hebu, usinizuie, usinizuie, kwanza sikiliza, usinizuie nakwambia hivi, naondoka nikirudi. Umeona ile mbegu fupi ile, ile mbegu fupi sitaki kabisa kuiona kunichafulia chafulia mimi m nyumba yangu, sitaki. Sawa, uyo mwanao kama unataka ubaki hapa, uyo mwanao ondoka naye. Yani, akili yana, yani sijui kakarogwa yule hata sielewi. Asa mimi wangu mimi nakuniambia nimpeleke mtoto kule. Hivi kweli baba wewe una huruma? Kwa mfano kama mimi leo nazaa na mm. wewe afu kule. Mtu mwingine amtimue mtoto wako kweli? Hebu muone basi huruma mwanangu, mimi wangu nakuomba. Na, na mlaani aliyesema ukipenda boga penda na ua lake. Nani kakwambia? Mimi nimekupenda wewe, sijampenda yule mtoto. Sawa eh? Kwanza mtoto yule mfupi yule simtaki. Kile kimbegu kile. Kwa nao umekosa na wanaume wa na kuzaa nao hadi kuchukua kile kimbegu kifupi eh? Sasa sikiliza nikwambie, naondoka sawa. Hivi ninavyoondoka jioni, sitaki nimkute yeye mtoto sana babaki, eh? Ulivyozaa unataka tumlelee sisi eh? Masingomaza, sasa hivi hatutaki, tumewachoka, tutaki kubebeshwa mizigo isiyo tuhusu. Umeelewa Nyamilandu? Yo Nyamilandu yo

hicho. Hey, ndio kilichobakisha. Mpeleke kwa babake. Baadaye nikija, yule mwanao sitaki kumkuta. Mpeleke kwa babake, ana baba yule. Wakati mnahangaika alikuwepo kwa heli. Unanielewa? Kaka bora nilivyokuona, bora ulivyoniona, kaka. Mkeo nimekutana naye tena kwa mara ya pili, kanipiga kaka. Kwani hukuniombea msamaha kaka? Jamani mimi ama, sina amani, kila ninapokaa sina amani kaka yangu. Kaka ina maana kumwambia mkeo mimi jamani, kama nimemwomba msamaha kaka. Jamani angalia mimi nakutembea jamani bila viatu, kwa hiyo viatu nimeshika mkoroni. Kaka mkeo kanisalilisha kaka, mkeo kanipiga mdogo ah, wangu kisha kulamba tena. Mimi ndo nakwambia mdogo wangu

nasele ule ana suna ile mabuti ma tu na mitama. Kaka, niombe msamami kwa mkeo. Kaka mimi sitarudia tena, nimeshasema kaka, kaka misirudi. mimi nilitumwa tu umbea kwenda kuja kusema. Kaka nisamee, mwambia nisamee mkeo, sina la sina amani mimi kila napomwona, kila napomwona mkeo. Ndio ukiona watu wanakaa <laughs> kwenye ndoa basi hujua wamevumilia mengi mm. ili nitaka nikuoneshe tu watu tunavumilia nini, ile mitama wewe, ile midogo <laughs> siuyako narushwa mpaka kwenye kwenye sofa na nikirudi nakuwa a msamaha. Nilitaka ikukute tu, ili nikuone mm. Utanyoka unyoka, sababu utanyoka kama lula. Siudi tena mimi kaka, mimi siji tena kuongea maneno tena, mimi siji hiyo <laughs> hey, ndo dawa ya wambea sasa. Sikiliza mdogo wangu, mm. we uta, ataudia tena le Amna, um, kaka mimi nimeshakwambia sirudi, nisamee, nisamee. umbea kaka, umekoma umbea, umekoma kaka, mimi mdogo wako hivi, jamani, umbea umeshakoma, nimeshakwambia sirudi kaka, nisamee, umbea umekoma jamani, umbea imeshakoma. Twende tena kumwambia, hatoweza kupiga, twende wote, mguu wako mguu wangu, usirudie Kambona, mtie, hija, jafika, simo, ah. Na huyo mkeo mpaka saizi hajafika, jamani, nishampigia simu, anakuja. Wewe kuwa na usio ah. Na presha lazima aje. Mimi ananiogopa sana, atakuja subiri. Ehe, mke wangu akaja, sikiliza Hebu mwache kwanza. Amekuja kufanya nini huyu hapa? Kaja kuomba msamaha. Huyu mnafiki sana wewe, msamaha. Haya, kaa chini, kaa chini, na msamaha gani huyu mnafiki? Wewe, omba msamaha. Haya kaa chini, kaa chini kwanza naye. Kaa chini kwanza, kaa chini. Unasikia? Huyu ni mdogo wangu, wewe ni mke wangu. Naomba muyamalize. Msamaha si tu mimi yangu mimi ni si msamaha rudi tena mimi mke yangu. Sitoleta tena umbea mimi hapa. Sitoleta tena umbea. Msamaha mimi mke yangu sirudi. Tena wifi yangu mimi, watu tu ndo walikuwa wananipa hayo maneno, kwamba wifi yako anamwendesha sana kaka yako. Mi nisamee wifi yangu, mimi nilijua tu, kumbe watu, kumbe waongo. Sasa unasikiliza maneno ya watu kuliko maneno ya kaka yako au ya wifi yako? We unajua si tunaishi vipi pozi? We mi nani yako, wifi yangu, huyu kaka yangu. Sasa unawasikiza sikiza watu wa nini? Amna um, siudi tena vifi yangu. Sisi sisikilizi. Ndo ndugu zako, hapa ndo kwenu. Hii ndo familia yako, unatakiwa uwajali familia yako. Wewe oh, unaanya fata bala bala sikiza sikiza wajinga wajinga eh? Utakuwa urudi tena, sasa usifatishe. Si urudi kaka, si urudi tena mimi kaka ya Mungu mimi si urudi, si urudi tena, si urudi vifi yangu samee tu. Samee tu mimi si. Unajua katika familia yenu hmm, na mimi nipo? Ndio, upo vifi yangu. Eh? Samee. Mimi nimekusamee. Asante hivyangu, asante sana, asante ni watu tu wanataka kutugombanisha hivyangu, wanaona vile wanavyonizalilisha barabarani ndio wanajisikia. La, nisamee tu mimi, nisamee hivyangu. Mimi nimekusamee kwa sababu umeweza kukiri kosa lako. Sana, asante hivyangu, asante sana, asante hivyangu, watu tu wanataka kutugombanisha. Sio kwamba kisa nimesema nimekusamee ndio usijokanyaga tena hapa, sio kwamba nimekusamee, sio nimekusamee kukupiga ukaona ukona nimeenda kumomba msamaha ili asinipige. Sawa, nimekusamea hapa ni kwa kwenu. Sawa? Ndio. Sio tena nimekusamea ukaishi maisha yako huku huku usije. Ukawabize na wapumbavu mbavu wenzio wanakuja kugea maneno. Hapa ndo kwenu ndo familia yako, sawa? Nitakuwa nakuja kila siku. Umekuta chakula unakula. Umekuta paja pikwa unapika. Sawa. Umekuta nguo chafu unafua, umekuta vyombo unaosha. Sawa? Sawa. Sio uji tena hapa ndo tumemalizana, a a. So msamaha hivu. Ndio. Tunaelewana? Katuishi kama ndugu. Haya, na vilevile hapa unatimba kila wiki hapa hap magasomali nakujua, ukikata, ukikata muda sio hata at... wiki ujaje, namwambia ifyako yule bwana ashikanini mikono, hapa ndo kwenu sio huko kwa majirani, hapa kwenu, msame tu, msame Ayaingia ndani kapike ugali, kapike ugali eh? Aya, okay. Poni mapema ivije, okay. Poni mapema okay. Uko katika shughuli zako vipi? okay. Amjenda kukamatana kamatana, maana wewe we, ni unikamate mimi, wape situkamatana, ndani twende, ndani twende ndani man we sulijidai we, we o oh, na mawazo una mawazo, sijui una matatizo mzigo huko humu hata hmm, kama huko humu si mdogo mzigo wenyewe we mzigo huko humu huwo oh, unatoa mawazo aka tu aka, unafikiri haka kadogo aka aka unafikiri kadogo aa aka, aka, aka natoa mawazo ndo kaskanka, ngoja nikawashe kwanza si nilikwambia nakuletea skanka ndo hiyo. Nimenyonga, hiyo nimenyonga kabisa. Naonaga wanafanya hivyo wanapaka mate. hiyo hiyo ka kaskanka ako hiyo skanka hiyo hiyo, ukivuta hiyo hiyo. Mwanangu nimechukua kwa bali ya moja hivi pale kati hiyo hii, kwele yenyewe skanka majini yasijao nataka ijiskanka hiyo inatoa mawazo kweli. Ah, mepenya hiyo. E, mepenya sasa, ungenipa toka muda, yule mwanamke mika nizungua kule na mwanae nimemnasa vibao singeniambia eh? Hmm. toka muda sasa hapa hapai Hmm. ukivuta hii hapa, hata kutongoza demu awe vivi awe malaika Hmm. Hmm. Yani unamwongea naye na anakuelewa hadi mange kimambi, unauliza mange tu Hmm. Yoketi mwenyewe si nani wa misamu beto hiyo mwenyewe anakuelewa jonivalopezi mwenye apindui. Kwa ndiyo maana hata zizikia alivuta, hiyo akampata nani? Sijui yule nda kalivuta kwa sababu iyo i nzuri sana nayanaja <coughs> Shabani, hiyo hmm. sikamkayo hiyo lazima uende toileti, na ndiyo maana natulizaga mawazo eh? Yaani iyo hiyo mimi naiaminia hiyo hiyo hiyo, mi nilijona nahela hiyo oh, ak maskini wa kutupwa hiyo hapo. hapo. Na sasa sikiliza, nakusikiliza hapo kama sielewi welewi. Ndio naingia hayo, hmm. Hapo ngoja kwanza. Hii kweli skanka joto? Hiyo inatia joto. Hiyo sio joto, mbona maana hizi kama nina mimi. Eh, sasa kweli i skanka kweli, sielewi skanka kwa kweli naongezeka na ndio maana unavutaga, ndo tumbo lako kubwa. Ah, hey, kweli hivi isi kanka hii. hey, kweli hii bange hii bange ase joto tumbo kubwa mimba, sielewi kama na mgoni shushe tena. Uelewi uelewi, yani joto joto, si joto, unajiona kama una mimba wongo. <coughs> Eh, mimba muhimu, basi kujifungua, basi kujifungua eh <coughs> jifungua siende hospitali wewe, ngoja nivue nguo nijifungue hapa hapa. Wewe wewe utakunya hapa. Acha ujinga wewe, utakunya nishajua. Ah, mnyakia Mungu najua hiyo utakunya. Ah, Shabani, hebu niache kwanza, Johnny, kwa, utakunya, mamangu maana sio kujifungua hayo mavitu, twende chooni huko. Wewe oh, unajua maana ya shikamoo? Eh? Umesalimia wangapi na umepata faida gani? Kwani wewe? Nilikwambiaje jana na mamako? Unang'ang'ania hapa kwako? Kwenu hapo. Kinachokufanya ung'ang'anie hapa na asubuhi umejikalisha hapa mlangoni kwa nini? Wewe eh? Mamako yuko wapi? Ndani. Yuko ndani. Wewe unajibu tu yuko ndani. Ndani. Unajua nakuchukia Ungejua moyo wangu unavyokuchukia wewe, usingekaa oh, hapa leo hii. Cheki mimi, siwezi kuwa na mtoto mwenye misikio hivi hivi. Wewe shaonaga movie Avatar ile. Watoto walivyo na misikio ndo wewe sasa. Sa, nisikilize kuanzia leo muda huu unavyoongea, sawa? Nataka nisikuone hapa, umenielewa? Umenielewa? nyanyua matako yako wewe. Wewe mwanaume vipi? Wewe <laughs> Tafadhali. Mbona unampigia mtoto shida nini? Tafadhali. Eh? Yaani wewe unatoka huko unamkuta msoa amekaa hapa anaanza kumpiga mabao ili uje sasa. Hivi unampiga mtoto kabisa mabao ili kiasi chuku. Yaani yaani wewe hata usikirie jamani, kwani wewe hujazawe? Eh? Nimezaa na watoto wako huko nje, nimesha kuwaleta hapa. Kitu gani ambacho uelewi? Jana nimekuambia nini? Jana wakati naondoka hapa nimekuambia nini? Hii takatakako siitaki au sikukwambia, eh? Hata kama jana tuliongea vizuri nikakuelewa ni mbio, kwa nini usitokea huko ukaja ukanifuata ndani ukanieleza kuja kumpiga mtoto? Amekuaje? Ana dhambi gani mtoto eh? Wewe jibu moja tu hapa nataka. Toka jana nishakwambia, unaondoka, anaondoka yeye, mnaondoka wote. Ndio nachokitaka. Ndio tunaondoka, lakini mbona hizi nguo umebadilisha? Mbona hiyo swali umetoa wapi? Kwanza ulilala wapi wewe? Unampangia mwanaume unampangia mwanaume, yana unatafuta wewe eh? yeah, unanipangia yani uko kwa kwangu, unanipangia nguo nimepata hapa, nijibu. Sikiliza, kwa hiyo yani wewe ulale uko nje, sijui uzongoso umehongwa na, na demu wako unaletea, unakuja hapa afu niseme eti nisikuulize kwa nini sikuulize. Wewe, usitake kuvuruga mada wewe, sikiliza, naomba uondoke sasa hivi. Sawa? sasa hivi eh, toka na wewe, chagua moja, mnaondoka wote anabaki mmoja. Baba mbaya sikupendi. Mimi mwenyewe sikupendi. Tena nakuchukia wewe. Afu usifanye nisikilize wewe. Sawa? Siku nitakuja nikubake wewe nikubake na wewe mama yako. Wewe mwanaume, hebu mwache mtu wangu. Wewe vipi? Eh? Unamwona? Sasa wewe mimi si mbaya. Mlete tena. Nitambaka. Nakubaka hadharani na siendi tuende. Nakubaka wewe na wewe mama yako tena. Toka huko yeye mama. Ujanga na jazana tu hapa. Ndeni huko. Kesi kibao ziko huko mwanangu. Mi amebakwa na baba wakambo, amebakwa na baba wakambo. Mambo yenyewe kama mnang'ang'ania, ng'ang'ania kitu gani? Shenzi kabisa! Na ole wenu, mje tena. hey! hey! hey! Mi nishula kukaa na maisha yangu hapa, nakuja kujazana tu <Ink singing> Jambo, mtemi, watu wanamwogopa Nyamilandu huyo, Nyamilandu huyo. fujo kwa jamii yani, kila dakika Nyamilandu huyo, Nyamilandu huyo. lakini kwenye ndoa yake ina mashaka Nyamilandu huyo, Nyamilandu huyo. ana miezi sita jawahi kupika ma yani, mikono juu mdogo mdogo mwendo wa mateka, akikubundua kama umefanya kosa. kia nani nani bwana roi na uma, kia nani, mwana, roi na uma.